mpendwa mtazamaji siku ya jumatano karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi mungu ambalo tunalipata kutoka katika waraka wa mtume paulo kwa warumi sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na injili tunaipata kwa mwinjili luka sura ya kumi na moja aya ya arobaini na mbili hadi ya arobaini na sita nitaisoma injili Yesu aliwaambia Mafarisayo, ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoza zaka za mnana na na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu; iliwapasa kuyafanya hayo kwanza, bila kuyaacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele ya katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana, ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi. Nasi akasema, nanyi wanasheria ole wenu, kwa sababu mwa watwika watu mizigo isiyochukulika wala ninyi wenyewe hamwigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea na shule ya Paulo mwalimu wetu katika kanisa la Rumi, sura ya pili, kanisa lile lililokuwa linaishi katika jiji la Kirumi, baada ya kuweza kuona uchafu mwingi ukiwa unafanyika kwa watu wale waliokuwa naishi kule mjini. Wao kwa sababu walikuwa ni wachache, walijiona kwamba wao wako safi, matendo yao ni mazuri, yaani ni watu wa maadili. Kwa hiyo hii sura pili, analizungumzia kanisa hili ambalo linaloishi katikati ya waovu linakuwa na tabia moja ya ajabu sana. Lilikuwa na tabia moja ya ajabu, likaanza kuwahukumu wale waliokuwa natenda zile dhambi za mwili, dhambi za uchafu, kuabudu miungu, kuvunjiana heshima wenyewe kwa wenyewe. Wakaanza kuwahukumu hawa kwamba hawa watu ni wabaya, wakaanza kuwasemea kwamba ninyi mtakuwa ni moto, mtakuwa ndo kuni katika moto wa milele sisi ambao tumemjua Kristo, sisi ambao tumeokolewa, sisi ni watakatifu, tuko safi. Paulo anasema hivi, wewe mtu awaye yote, unayefanya hukumu, huna udhuru, kwa maana katika huyo mtu unayemhukumu, mhukumu, unapomhukumu mwingine unajihukumu wewe mwenyewe, kuwa na wewe una hatia. Kwa lugha nyepesi unapomnyoshea mtu kidole kwamba fulani umefanya hivi, kuna vidole vitatu ambavyo inasema jichunguze wewe mwenyewe. Hiyo tabia uko nayo mara tatu. Mwenzako hiyo tabia anayo mara moja, lakini wewe hiyo tabia uko nayo mara tatu. Nikikuhukumu kwamba wewe ni mlevi, nimejiweje huo ulevi kama ndani mwangu mimi sina ulevi na ufahamu ulevi. Nikikuhukumu kwamba fulani ni mzinzi maanake mi mwenyewe nina ufahamu wa uzinzi, ndio maana ni moja kumhukumu huyo mtu. Kwa hiyo akasema, wewe ambaye unajiona kwamba ni mtu wa Mungu uwe makini sana katika swala, so lazima la kuweza kuwahukumu watu, kwa sababu unapowahukumu watu maanake unazungumza wewe mwenyewe kwamba una hatia ya hayo mambo na unajua huwa unayafanya mambo, ndio maana unayajua. Mpendwa mtazamaji, ni mara ngapi tumehukumu wenzetu? Mara ngapi tumejiona kwamba si ni safi? marangapi tumejiona kama sisi ni watakatifu mbele za mwenyezi Mungu, alafu kundi fulani ni waovu. Na ndio maana Yesu Kristo anakemea sana katika unafiki wa Mafarisayo na waandishi wa habari na wale waandishi ambao waliokuwepo kinyakati hizo waandishi wa sheria, anasema kwamba mnawatwika watu mizigo ambayo nwye mwezi kuibeba, mnajifanya mnaonekana kwamba mna, lakini ndani mwenu mmejaa unafiki, unyang'anyi mkubwa. Sasa hivi kanisa limegawanyika kuna watu wanajiona kwamba wao ni safi, lakini kuna watu wengine wanajiona kama ni wabaya. Kwa taarifa yako, wale ambao ni wanaonekana kwamba wameshahukumiwa, mara nyingi sana Yesu ndio alikuwa anawakumbatia. Ndio maana Yesu aliitwa kwamba ni rafiki wa wadhambi, rafiki wa watoza ushuru. Aliwakumbatia wale, lakini aliwachukia sana wale waliokuwa ni mafarisayo na waandishi eh, wa sheria kwa sababu ndani mwao walikuwa wamejaa unafiki. Hebu katika siku ya leo Paulo anavyotukazania katika anavyoliandikia kanisa la Rumi, liache kuwahukumu wale wanaofanya maovu. Anazungumza, anatoa shule kwamba sikiliza, kwamba il, hao unaoona kwamba ni waovu, Mungu yeye ni Mungu wa wote. We binadamu usije ukafanya hukumu hiyo kwa wale wanaotenda mabaya, kwa sababu unawadharau una hao, lakini umesahau wema wa Mungu kwamba Mungu ni mwema kwa watu wote, yeye anawavutia eh, anawapatia muda ili waweze kupata nafasi ya kuweza kutubu. Yani wema wa Mwenyezi Mungu upo, haleti adhabu kama alivyokuwa amepanga, ili hao watu waweze kupata kutubu, kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao, kwa sababu maisha yao ya kutenda hayo mambo wamearithi kutoka huko, hawakupenda kukua katika mazingira kama hayo, ndio maana wamejikuta katika hali hiyo. Sasa Paulo anasemaje juu ya hayo? Anasema kwamba Paulo tukiendelea na tabia ya kuweza kuwahukumu watu wengine na matendo yao, siku ya mwisho itakapofika, matendo yetu yote ambayo tulikuwa tumeyatenda yatatufuata. Hata kama nilikuwa nasali, hata kama nilikuwa najitoa sadaka, hata kama wanafanya mambo mbalimbali mbali. matendo ya kuwahukumu watu wengine yatakufuata. Anasema kwamba kila mmoja atahukumiwa kulingana na matendo yake ambayo yatakuwa inamfuata katika utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kuna wengine kama hatukuweza kuwahukumu wengine, tuliwaombea huruma Mwenyezi Mungu, maisha ya mwisho yatakuwa ni ya heshima. Na kuna wengine kama ilikuwa ni kuweza kuwahukumu wengine, maisha ya mwisho yatakuwa ya kuharibika ya. Na katika hili, anasema Paulo halitaangalia Myahudi ambaye yeye ni wa haki mbele za Mwenyezi Mungu, ndio au watakatifu au Myunani, kuwahukumu watu wengine Mungu atujalie nguvu tusihukumu bali tuwaonee huruma, kwa sababu wakati wowote ule na wewe mwenyewe unaweza kuanguka katika dhambi hiyo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hamina.